Mimi ni mwanzilishi wa uh, platform au application inaitwa Tunza Tunza Fintech. Ni uh, application nawezesha watu mbalimbali kuweza kununua bidhaa kwa kulipia kidogo kidogo bila kuingia kwenye mikopo. Tunawezesha watumiaji wetu kuweza kufikia malengo yao kwa mtindo huu wa kulipa kidogo kidogo. Tunawalenga sasa vijana wenye miaka 20 mpaka walau miaka 45, ambao kundi kubwa hapo zaidi ya asilimia 80 wana kwanza wana changamoto za, za, za kifedha kwa sababu wengi hawana ajira za kudumu, kwa hiyo bado wanapokea fedha kidogo. Kwa hiyo sasa sisi tunachokifanya tunaongea nao kupitia mitandao ya kijamii, tunawahamasisha pale ambapo vijana wapo. Tunao vijana ambao wanaendesha bajaji bodaboda, wapo ambao wame, wameajiriwa pia, lakini na wenyewe ni wateja wetu kwenye platform ya tezaa kupitia mifumo ya tihama inatusaidia sisi madereva bajaji kujiwekea kipato kuweza kutimiza malengo yetu toko tofauti, na kuweka sehemu zingine ambazo hatuna uwezo wa kuweka kile kipato na kuweza kutatua matatizo ambayo yako nje ya uwezo wetu kwa kuweka kidogo kidogo. Kwa mimi binafsi kuweza kufikia kuchukua kitu cha laki like, tatu ilikuwa kwangu ni ndoto. Unaweza ukaanza na shilingi elfu moja tu, unaweza ukalipia, kila ukilipia unaona progress. Kwa hiyo baadaye ukimaliza asilimia mia moja basi unapokea bidhaa yako. Kwa hiyo inasaidia sana kwa watu ambao wana vipato vidogo kuweza kuanza kulipia bidhaa bila kuingia kwenye madeni. Kwa mfano mimi hapa tayari nimelipia simu ya laki mbili na hamsini, nimeshalipa hapa juu shilingi elfu sabini hapa na hapa, wanakuletea orodha itakapota hilo ushamaliza malipo namana iki kitafunga chote, shafunga chote, utapigiwa simu kwamba bwana Samuel tayari umeshamaliza malipo yako, sogea uje uchukue bidhaa yako uliyoilipia unasogea unakuja kuchukua bisa yako ambao umeshailipia kiufupi digital platforms zinasaidia kukuza uchumi kiangalia takwimu za TCRA za mpaka juni mwaka huu account za miamala ya simu iko takriban milioni 37.5 TEHAMA sasa inaanza kujionyesha wazi kabisa kwamba ndio inakuwa ni moyo wa uchumi wa Tanzania, na nchi sasa inaenda zaidi katika uchumi wa kidijitali. Kazi kubwa ambayo tulikuwa nayo na ambacho wito unaotoa kwa vijana ni kwamba wahakikishe wanapata digital skills, na sisi tume kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali tutahakikisha kwamba hicho kinapatikana. Pia kuhakikisha kwamba mitandao yetu, ili watu wawe na imani kwenye kuitumia, inatakiwa iwe salama. Kwa hiyo swala la digital security ni la msingi, na hilo tunaliangalia sana katika mabadiliko ya kidijitali. Cha tatu ni kwa kuhakikisha kwamba huduma za, za mawasiliano au telecommunication services zinafikia sio si tu katika miji mikubwa, mpaka sehemu za pembezoni za nchi, ili watu wote waweze kujishughulisha katika shughuli zao za kawaida, kuweza kufanya innovation mbalimbali.